Happy, Happy tunamsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba, kama mnavyojua jamani. Happy birthday to big brother, our idol, our icon, our industry machine Simba Lion. Happy yeah. Birthday yeah. By the way birthday imemkuta akiwa naedit video kwa ajili ya kuwapa yeah, mashabiki jamani, yes. Video ni nyingi mtu wa pumziki. Mimi nakushukuru sana. Asante watu wote hapa sana. Nashukuru, lakini juzi kati hapa kuna kitu kimoja ulikifanya yeah, ambacho mimi nakupongeza sana chakula kwa wale jamaa nani, Bakteria Bakteria Bakteria, yeah, nakumbuka mimi nibatika watu ambao niliona ile tukio kabla kwenye posti kwa shanga kwanza, kwa sababu kuna mimi nimeshanga tu, ghafla umeenda sanga ngapi unataka kweli kweli, inaonyesha nataka moyo mtu kutoka huko hapo na sifani, na mimi nikamwambia kama bwana kwa tu kana bana situation yake inatajika kiasi fulani, kwa kanaambia tunatoa, yaani pale pale, hata kuanza ndugu yangu, ni matatizo kama haya ni makumi ni baki sina shilingi 100 ndani E bwana Bakteria, hela ya Bakteria hapa. Jamani, tunashukuru sana, sijui niseme nashukuru kiasi gani. Hela hii hapa jamani, katoa Diamond Platinum, Simba kwa ajili ya Bakteria, tumwombe Mungu aende, ah, sana. Sana. Sana. Sana. Bwana unataka kuamini, sasa hivi dunia inabadilika. Basi watu katoa kupokea zawadi, ila mzee basi ndio katoa zawadi. Mimi ngoja tu nile keki Birthday yake katoa okay. Katoa zawadi milioni thelathini na saba, acha tu nileke dola elfu kumi na tanoela kupewa unahesabu, ahesabu zako

miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba kama mnavyojua jamani. Happy birthday to big brother, our idol, our icon, our industry machine, Simba Lion, happy birthday. By the way, birthday imemkuta akiwa na edit video kwa ajili ya kuapa wow. Mashabiki jamani video ni nyingi mtu wapo muziki

Hela ya bakteria hapa jamani, tunashukuru sana, sijui niseme e, nashukuru kiasi gani? Hela hapa jamani, katoa Diamond Platinum, Simba kwa ajili ya bakteria, shukran sana sasa hivi dunia inabadilika. Basday watu katoa kupokea zawadi, ila mzee basi ndo katoa zawadi, yaani katoa katoa zawadi hizi katoa, kaenda huko. Imagine mimi ngoja tu nile keki basday yake, katoa zawadi ili yangu, acha tu nile keki milioni thelathini na saba, acha acha tu nile keki dola elfu kumi na tano. Is not easy, unahesabu So deki moja.